lakini pia nina nimetoka nime gerezani nime baada ya kupata tu vifaa vyangu nikawa napitia kwenye social media, jamani nimeku e bana Mika Chavala ni mmoja kati ya watu ambao walikamatwa, e, pamoja na Nifa na kwa kushtakiwa na kosa la uhaini, na mwisho wa siku ile kesi e, iliondolewa na mwendesha mashtaka mkuu wa serikali ambaye ni DPP. Sasa baada ya kutoka, watu wengi watamani kusikia ni kitu gani ambacho atakiongea kutoka kwake. Tunajua kwamba Nifa baada ya kutoka tu alienda kuongea na waandishi wa habari na kushukuru uongozi wote pamoja na Daktari Samia Suluhu Hassan kama rais ambaye alikishwa kwamba anatoka, lakini kwa upande wa, wa Mika Chavala yeye hajaongea chochote na watu wengi wanataka kusubiri na kuona ni kitu gani ambacho ataongea sasa. Nakuletea video ambayo uh, Chavala ameongea kwa undani zaidi baada ya kutoka gerezani, kwa sababu hajaongea chochote na wala hajaongea na waandishi wa habari wowote baada ya kutoka gerezani. Kitu kikubwa ambacho alikiongea baada ya kutoka alisema kwamba anashukuru Watanzania wote kwa eh, kumwombea na bla bla bla kama Ifa, lakini kwa kwenye hii video nakuletea ma, mazungumzo yote ambayo ameyafanya Chavala uh, na kuongea na wananchi wote ambao wamehakikisha eh, wamemwombea na kuhakikisha kwamba ametoka. Sikiliza hii interview. kwa nafasi aliyenipa uh, nafasi nyingine tena na uhai na uzima wa kukaa mbele yenu na kushea vitu vichache ambavyo nimevitafakari kwa wiki kama moja, lakini pia nimetoka nime gerezani, nime baada ya kupata tu vifaa vyangu nikawa napitia kwenye Jamani nimekuta meseji nyingi ambazo sijawahi kuziona maishani mwangu, nikuwa naonyesha ndugu zangu. Yani naingia kwenye DM nadhani ni meseji zaidi ya elfu moja na mpaka sasa hivi bado kuna meseji naendelea kuzipata. Kwa hiyo sijafanikiwa kusoma meseji zote, nimesoma meseji baadhi kuona uh, Watanzania wanasema nini, kuona Tanzania inasema nini. Nimepitia baadhi. Sasa hapo ni Instagram, hapo ni TikTok, hapo ni kila mahali. Messages ni nyingi. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwashukuru sana wote ambao kwa namna yoyote ile wameomba, wametoa sala, wametoa salamu, wametuma message, walipiga simu, wengine walikuja gerezani kuniona, na hata baada ya kutoka kuna wengine wameniona, kuna wengine wamejichanga. Nimeshangaa sana wanafunzi wa shule yangu ya sekondari, wanafunzi wa shule yangu ya ya, ya, wa shule yangu ya, ya, ya, ya high school ya, na watu mbalimbali. Nimeshangaa upendo wa namna ya ajabu sana kwao. Nichukue nafasi hii kusema asante sana kila mmoja aliyefanya kwa sehemu yake. Nawashukuru sana, sina maneno ya kusema. Maombi ambayo watu wameomba, nimekuja, nimetoka. Rafiki zangu wa Korea walikuwa wametengeneza group na familia yangu hapa Tanzania wanakaa wa, wanaomba masaa mawili, saa moja ananiombea. Rafiki zangu Korea wamekaa wameenda kanisa, wamesema Bwana, wanaomba kila mmoja kwa nafasi yake, mefanya safari iwe nzuri sana yani. Eee, ujumbe mmoja mkubwa niliyouona huko nje anasema, hata dhahabu lazima ipite kwenye moto ili ing'ae ili ngaye kipita kwenye moto inang'aye. Ndio message nyingi sana nimeona kutoka kwa uh, kwa ndugu zangu mmeshare me, me na mimi. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kusema sina lugha bora bora ya kusema au kushukuru kwa upendo mkubwa ambao umeonyesha. Sijui, wakati mwingine nakaa najiuliza kwamba nini nimefanya to deserve this. What have I done? Yani najisikia mzigo na naji